Habari kubwa kutokea kule China ni kwamba China imetoa wito wa mageuzi makubwa katika mfumo wa kimataifa ikipendekeza kuanzishwa kwa utaratibu mpya, utawala wa kidunia unaojikita kwenye usawa na heshima ya pamoja badala ya kile inachokiita ubabe, unyanyasaji wa kimataifa. Pendekezo hili linatokana na falsafa ya China inayojulikana kama ushirikiano wa kibinadamu. Yaani community of shared future for mankind na linalenga moja kwa moja upinzani wa utawala wa nchi moja au kundi la nchi chache. China inataka mfumo ambao mataifa yote bila kujali kubwa wao au nguvu zao za kijeshi, yawe na sauti sawa katika masuala ya kimataifa. Hii inamaanisha kuimarisha jukumu la taasisi kama Umoja wa Mataifa, mataifa ambako kila nchi ina kura lakini pendekezo hili ni ukosoaji wa wazi kwa sera za nchi za Magharibi, hususan Marekani ambazo, ambazo Beijing inazishutumu kwa kutumia nguvu za kiuchumi na kijeshi kuwa shinikizo na kuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine. China inatafuta mfumo unaozingatia kuto kujulikana katika masuala ya ndani ya nchi. Wazo la China linaungwa mkono na nchi nyingi za Global South, yaani ulimwengu wa Kusini, ambazo kwa muda mrefu zimekuwa zikihitaji sauti zaidi katika maamuzi ya kimataifa. Lakini pendekezo hili linakuja wakati China ikiimarisha miungano kama BRIKS, yaani Brazili, Rusia, India, China na Afrika ya Kusini, ambayo inatazamwa kama nguzo ya kiuchumi na kisiasa inayotoa mbadala wa utawala wa magharibi. hatua hii inazidisha vita vya kiitikadi kati ya China ambayo inasisitiza mfumo wa utawala wa kimataifa wa pande nyingi, yani multilateralism na Marekani ambayo mara nyingi huongozwa kwa kutumia muungano wake wa kidemokrasia. Kwa kifupi China inataka kuunda utaratibu mpya wa dunia ambapo nguvu haitumiki kama zana ya kisiasa bali sheria na kanuni za kimataifa zinaongoza wote. Hili ni wazo ambalo linaendelea kutawala mijadala ya kisiasa za kimataifa kwa miaka ijayo.